Nimemwona leo kwa mara ya kwanza bsa, amekuwa mganga wa timu. Nimemwona mzee Mwenda amekuwa mganga wa timu. Nimemwona ndugu yako mchungaji amekuwa mganga wa timu. Nimemwona mikoi Kisugu amekuwa mganga wa timu. Nimemwona Mandala soka bench Mandala amekuwa jukwaani kule, anashangilia kama wengine. Nimemwona malaika wa Simba amekaa jukwaani. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri kwa awasio awa, so, mashabiki wa Simba leo mechi ya mashabiki wa Simba uh, na Yanga uh, wale ambao wanazunguu, umewaona watu wengine wengine, wanasema alikuwa injured. Haujajibu swali, so so injured brother. Mashabiki wa Simba leo ukisema huyu nani? Unamfahamu huyu anajulikana ya yani, mimi kilichoniuma leo ndugu yangu jibisti nanne amekuwa mganga wa timu, wanapigana viumbani uh, kweli wiki nzima zinazungumza ye gorota uh, siu unani mpira Mpira ni mchezo mgumu masikia, brother. Mpira mchezo mgumu si unaelewa, mpira mchezo mgumu hacha pechepeche, unapiga wakati wa ujui leo, kwa sababu watu wamekaa kwenye TV walikuwa wanaamini wewe, jibisti nani, wewe unamtukana mpanzu ni mbovu uwanjani, ingia uchezo uonekane uonekane. Kwa hiyo unachozungumza na unachokitenda kinafanana? Je, una haki ya kuzungumza? Una haki ya kumshtumu? Leo unasema uongozi mbovu wa kina magoli na kina mangungu, huo uongozi mbovu, je, utakuja kuonesha katika vitendo? uongozi mbovu ni niwa, kwa sababu uongozi mbovu jbisaauwanjani amekuwa mganga wa timu u uo uongozi mzuri kisugu labda uwanjani amekuwa mganga wa timu, huo naongozi mzuri. Tukisema hawa ni viongozi wa bovu, kwa mfano Leo hii ule nani wa kisauti ule Ahmed Ally akisema, tunahitaji kisauti tunahitaji uh, twende Mbagala tunahitaji my friends eh, ya Simba atakuja, wale wanjani wa ligi kuu wale watakuja, tuseme uku watakuja, mzee wa saluti amekaa juu, sio jukwani, amekaa juu, si wewe tulisema ambao wanapiga vidomo vidomo wanaonekana wa tunawahitaji katika pichi. Godis amecheza Sekesi amecheza Mejes amecheza Mwalimu amecheza Baraka amecheza Silvas amecheza Kipusi amecheza Kobis amecheza, si ndio? Nitajiwa wachezaji sita wa Simba. Mashabiki wa Simba, unawajua, nakupa milioni moja. Tendo wa pili, Dokta Mune amekusaidia, taja mwingine kigumizi. Hauna kigumizi taja. Hauna hata mmoja. Unapata picha? Leo, leo tuko nafanya kitu kimoja tuko tunakutana mashabiki tucheze. Kwanza kutengeneza undugu, cha pili hata connection. Wewe mzee wa saluti e una pinti nguo. Inawezekana mimi na kuna kashule nichukue uniform nikupe wewe tubadilishane mawasiliano. Sasa mule mawasiliano uwanja na barisha nani mchezaji wa ligi kuu, yaani connection hiyo unatengeneza vipi? Sio kudhamiria zumuni brother, masikia zumuni ya tamasha zumuni ya mkuu wa wilaya mbali ya amua, hawa si ndio wanafanya mazoezi jana na vavinyago wakina nani? Au tumekosea? Si ndio wao wanafanya mazoezi jana ndio wamecheza leo tuseme ukweli, waliofanya mazoezi jana ndio wamecheza leo. Hapana, sio kwa maana yake. Tafsiri ya kwanza wamepoteza utu na heshima ya mashabiki wao, kuwa walisoma mashabiki tena waye. Maana yake ni waganga wa timu wao ni nani? washika si jezi huko vyumbani, si ndio brother? sisi tukisema mashabiki, bratha, mimi nikisema niwete mashabiki na ni wengi, na hiyo tutafanya ili uone utaandaa jambo kubwa sana mashabiki. A ah, kuna matawi utafanya hiyo kitu, namsemaje? Shazungumza zungumza, utafanya utaona mashabiki wa klabu, lakini tukasema a ah, mashabiki ambao onekana kuna matawi awa ah, ambao wanaonekana ndio wacheze, si unanielewa? Sio kama, so, kama situnashindwa kuwaleta hawa watu, tuna uwezo huo na tungefanya waya hata dakika kumi wasingemaliza, ni kweli, angeondoka uwanjani, lakini kwa ajili ya mapenzi makubwa kuambia hao ambao anapiga, tunaongea ongea, tunaongeongea, tunaonekana watu wakae kule, kuna TV waone anachokizungumza na anachokitenda ni kweli au ni tofauti? Sio maneno deni. Sasa hiyo tof... imepoteza dhumuni, imepoteza mvuto, imepoteza heshima. Hao watu ambao wamekuja huko majukwani, hao ndio walikuwa kuja kumuona Ankozala na kudaka Haona kosea. Nakosea, walikuwa wanataka kumuleta JB wa Simba, si ndio? Acheze aonekane kisugu wa Simba, mbona tukana, tukana kila siku. We Mandara, kila siku uko wapi? Unanielewa, si unalalamika? JB amekuwa mganga mwanangu, kama mganga. Sasa hivyo vitu umesikia, sasa hivyo vitu vimepoteza heshima, vimepoteza mvuto, vimepoteza utu wa mashabiki. Leo kwa Yanga Mashabiki kwa Yanga, wale jipigeni makofi yote <laughs> au mi nakosea? Godi Yanga hujamwona leo, Sekele hujamwona, Baraka Yanga hujamwona, Mwalimu Yanga hujamwona, Kobisi hujamwona, Meja hujamwona, nani ambao hujamwona hajacheza uja Alikamwe hujamwona, wote uja tumecheza dakika ku sumasii Tumecheza! lakini ndugu, kwa sababu zote kwa sababu oponlasausajili tafuta hizo pesa e, yao ndio e, akasajiliwe basi furaha yao e, bwana e, walimu <laughs> mimi nimekushuhudia no, umepiga acrobatic. Na wewe unakaaga mazoezini pale ukaangalia? Yes, ile ile mwanangu au au ile mwanangu, na kama kuna watu wanasali sana ni mashabiki wa Simba na timu ya Simba sana. hiyo kuponi goli la mwaka la msimu haikujaaloona nimepiga hapa, haikujaa amna, kipa wewe, ile haijajaa. <laughs> Nimepiga hapa, baadaye nimeona sikupiga hapo. Unajua katika mpira kuna mpigo ambao mitatu katika kupiga kuna kupiga hapa hapo, unapiga shuti, umeelewa? ukipiga hapa, maana yake unapiga kama kuchopo, yani simuona ule mpira ndio umguu umguu. Kuna hapa, kuna hapa na kuna hapa. hapa hapa maana yake kupiga high ball, hapa maana yake kupiga pasi, hapa maana yake kupiga nini shuti. Sasa ile acrobatic inaitwa hand acrobatic, so so fu acrobatic hiyo, inaitwa hand acrobatic yani nimepiga kata kimo kama chambuzi nimepiga hivi kuja ingejaa, wangeama nchi wangeama wale. Umeshuhudia kile kipande, nitumie kile kile na kazi nacho, nitumie. Lazima unajua kitu kimoja, usizungumze kama ujui mpira. Mpira mchezo mgumu, mpira mchezo wa nyakati lakini kama unajua hata kucheza dakika thelathini ngapi, mchezaji wachezaji wa ligi kuu wote. Goli la ofsaidi alifunga, si yumo, ni ofsaidi tu. Maskini ya Mungu, leo dada yangu si nani, tatu malogo si amelala wapi? Katunyima penati tatu, kanyima uondo kanyima laza ya Watanzania. Kuna watu wamelipa ving'amuzi, kuna eh, watu atu ving'amuzi. Mimi kuna wa babu yangu amenipigia, huko ameniambia, mjukuu wangu leo nataka nikuone na yeah, na pia king'amu king'amuzi. <laughs> watu kenye mabanda umiza walikopo kibao, mm, wamekuja uwanjani uwanja umetika mm, umeelewa? Si yes, full house umejaa, mm, watu haa wote, mm, anda kuona nini buruda kweli ndiyo, mzaa saluti ajuu kucheza, acheze hivyo hivyo hili watu wamuone. Kisugu unapiga makelele, unalaumu wachezaji, cheza aonekane, si unalea, si wamepoteza ladha, kapoteza ladha, masikini ya Mungu. Na kama kuna jambo ambalo anabonu la mwisho wa mwaka ambalo limefanyika nini ambalo limetokea leo, kama kanyima penati tatu na bahati mbaya pa bahati mbaya na hmm, na kuja Baraka, bahati mbaya ule, bahati mbaya uh, ule lazima niwako yeah. Alifanya hivi mwisho kabisa kwa penati yeah, penati kabisa kweli, akafanya hivi yeah. Yeah. Maskini ya dada yatu, katika mikono mfukoni na filimbi mdomoni, sikachamalizana nao nje, lakini shukrani sana.